Kwenye video hii nitaenda niongelee baadhi ya faida mtu atakazozipata kama akafanikiwa kujiunga na JWTZ. Share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe. Faida namba moja ni kuwa role model. Role model maana yake nini? Role model ni mfano wa kuigwa. Hapa ni watoto, vijana wengi watakuwa wanajifunza kupitia wewe. Faida namba mbili ni heshima. Afrika yetu, wazazi wengi wa kiafrika wanajivunia sana kusikia mtoto wao ni mwanajeshi. Faida namba tatu ni fursa za kujiendeleza kielimu. Kuna wanajeshi tunaona sasa hivi wana elimu za juu masters degree na kuendelea. Faida namba nne ni ushiriki katika operation za kitaifa. Mfano, wanajeshi wa Tanzania wanashirikiana na majeshi kutoka nchi za nje kama Marekani na China. Hii inawapa uzoefu muhimu. Mwisho, fursa za kupanda vyeo. Ukiwa ndani ya system ni rahisi kuona fursa mbalimbali mbali, na inawezekana kupandishwa cheo tofauti. Ukiwa nje ya system ni ngumu kuziona fursa na kupandishwa cheo.